Kama wengine wataanguka wote, utabaki umesimama. Hichi ndicho kilichowasaidia wale vijana watatu wale, walikuwa na maisha ya kumtafuta Mungu. Jaribu lilipoinuka la kuinamia sanamu, wao walichomoka kwenye mtego ule, walisema, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwabudu kwa sababu walikuwa na kawaida yao. Kuna wakati mchungaji, nabii, mwinjilisti, mwalimu hawezi kuwa amesimama sehemu yako, kwa sababu utakutana jaribu lako binafsi. Linaweza likawa ni jaribu la familia, linaweza likawa ni jaribu la kiuchumi, linaweza likawa ni jaribu la kihuduma ambalo linaweza likaachiliwa ujaribiwe, linaweza likawa ni jaribu baya sana, kama ambavyo inasema Biblia katika kitabu cha Revelation, shetani atawajaribu wengine, atawatupa magerezani mjaribiwe siku kumi. Anasema msiogope kwa yale yatakayowapata, kwa kuna mambo anaweza yakakupata hata mpendwa, usimuone unaweza ukaasi wewe, kama hukuwa katika njia ikupasayo, kama ukulelewa vizuri katika njia ikupasayo, unaasi, unasema hii kanisa haina upendo, haina upendo. Yohana amewekwa ndani, Yesu wala hakwenda kumchungulia. Yesu aliendelea kuhubiri tu huko <laughs> Wewe uko ndani, sisi unatusikia tu hapa, hakuna hata kumwona mshirika mwenzio, kwa sababu ni jaribu lako. Tuje tufanye nini kwenye jaribu lako? ukielewa hii njia hii, hata kulialia ukiwa unapitia wakati fulani, hautalialia ikiwa umeelewa kanuni hizi. Ndio maana unaweza ukaona kwa nini watu wengi wanarudi nyuma? Kwa sababu wengi wanategemea tu faraja tu ya kipumbavu, lakini Yesu alizungumza neno gumu sana, kila anayetaka kumfata kwanza afanyeje? Kwa hiyo sio rahisi, wengi watataka, watakwama. Kwa sisi tunakulea katika njia ikupasai, ili kuendelee mbele, la sivyo unaweza ukarudi dhambini, au ukatafuta dini nyingine inayokubaliana na, na uovu. Kumtafuta Mungu wetu ni swala la kila siku, kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine unaona kama hakuna sauti yoyote unaji, kuna mapenzi gani ya Mungu kwenye ukimya huu? Kwenye hii shida kuna mapenzi gani ya Mungu hapa? That's why Yesu anasema let your will be done, kwa sababu alijua kwenye hiyo shida na mauti ile kuna mapenzi ya Mungu, akasema sasa sio ninavyotaka mimi, kwa sababu katika swala la hicho kikombe kuna mapenzi ya Mungu. Sasa unaweza ukawa ni mtu wa kulalamika na kunung'unika, kwa sababu ni mpuuzi, ukulelewa katika njia sahihi, kwa sababu unaweza ukapita kwenye uzito fulani, kwa sababu kuna mapenzi ya Mungu katika kupita hapo. Soma tena hapo. Hata akiwa mzee, kwa tuna kazi ya kukulea, si katika habari tu zame, kuna mahali, yaani hakuna hata Bwana asikiwe, hautaisikia mambo yameinuka, yani unafikiria ni kama kwamba sasa you are going to die. Soma tena hapo. Sasa njia mojawapo kupasao ni ipi? Ni kutafuta Mungu, ni kuwa na upya kila siku katika kumtafuta Mungu, kwa sababu huyo ndiyo hazina yako isiyoisha kwa sababu kazi yake mojawapo huwa ni kumdhibitisha mtu, yeye ndiye atakaye kudhibitisha, sio watu. Mali za baba yako zinaweza zikaisha, mali zako zinaweza zikaisha, lakini kama unaye wewe, hujaishiwa. Kwa sababu kama hautakuwa na shauku ya kumtafuta Mungu, ukawa unatafuta miujiza, sipingi, ukawa unatafuta uponyaji, unatafuta hela, unatafuta mafanikio, kuendelea kwako ni kugumu sana, hautafika mbali, kwa sababu hata ukivipata hivyo vyote hivyo ili vidumu lazima uwe na mwenye kuvifanya vidumu Misali 23 msali wa 12. Ndio tunakulea katika njia hiyo. Ni hatua nyingine ya pili, lazima uelekeze sana moyo wako katika eneo hili tunalokufundisha, kwa sababu wewe sio wa kuhubiriwa, wewe sehivi ni wa kufundishwa. Kuna level, kuna watu wa kuhubiriwa na watu wa kufundishwa. Wewe unakuwa umeshavuka kwenye kundi la watu wanaohitaji kuhubiriwa wewe unahitaji kufundishwa na katika swala la kufundishwa kuna ngazi, kuna hatua. Wakati mwingine unafikia kwenye level ya kufundishwa mambo magumu. Mambo magumu mojawapo ni hili, Yesu anasema msipo ila damu yangu au wa mwili wangu. Hilo lilikuwa ni fundisho zito na liliwapunguza wanafunzi. Hii ndivyo inavyosema Biblia katika Yohana ile sura sura za tano. Soma tena elekeza. Na katika swala la mafundisho lazima uwe na mipaka: ni nani anakufundisha? Ni nani unamsikiliza? Na hayo mafundisho yanahusu nini? Msingi wake ni upi? Msingi wake ni kumtegemea mwanadamu, au yanakuelekeza kwa Mungu? Hilo lazima ulielewe pia. Kwa hiyo unapoendelea kukua, utaanza na kujua maf, aina ya mafundisho haya yanahusu nini kwa sababu kuna mafundisho ya wavuvi. Sasa unapokuwa unaelewa tu kwamba huyu ni mvuvi anayefundisha, hata mahubiri unasikiliza na uhubiri unaelewa tu kwamba huyu mhubiri ni mvuvi. Soma tena hapo. Elekeza elekeza nini? elekeza kusikiliza nini? Mafundisho. Ukiyaelewa haya. Utasimama peke yako kwenye familia utasimama peke yako kwenye ukoo, na ukisimama wewe ukawa vizuri, neema ya Mungu inaanza kutembelea sasa ukoo wenu, neema ya Mungu inaanza kuwafuatilia wengine kwa sababu kuna mtu amesimama, kwa sababu kuna mtu amesimama. Na unapoanzisha wewe utapigwa sana.